James Akamiko jaribu kuwemina mchuzi ule pale ndani bano na fasti ule pale Fuentes. yeah, yeah, yeah, yeah. Mkungu ambao ukawa unazagaza gatu na umetumbukiza kwenye kimia moja sifuri. Tazama kazi, tazama mpangole. Upishi ndio huu. James Akamiko jaribu kuingiza ndani kule kwa kichwa ikamkuta Fuentes, hapa na hapa hapa na hapa, hapa! Mendoza anaitanguliza timu ya Azam kwa bao moja. Azam moja, Azam moja, JKU sifuri, moja sifuri. Umerusha ndani kule, nafasi nzuri kabisa wanapata, wanalembo skoo Jeshi la Kujenga Uchumi neva alelenkaboma ambaye aliwapo mateso singida black stars leo tena moja moja jeshi la kujenga uchumi moja azam moja moja moja moja. tazama alivyoudusha mpira ule tazama fred alivyotoa pasi yake ya kichwa ikawa ni nzuri kwa neva alelenkaboma na mzani sasa upo sawasawa sawa.

b anajiangalia angalia alidaka hewa tu. Hashimu Ibwe naye kichwa chini, anawatanguliza jeshi la kujenga uchumi kwa bao la pili. Tazama mpango ule ambao ulipikwa na ulikubali kupikika. Tarik alipokea pasi akamwangalia Fredy, akamwekea tu, akamchungulia mina mlango kule, ndio alichokidaka Zuberi Foba, ni hewa tu, mpira umeshatikisa wavu 2 1 moja jeshi la kujenga uchumi mbili jeshi la kujenga uchumi mbili, Azam mmoja bili moja.